So, ladies and gentlemen, let me say that uh, we have to appreciate ama we must appreciate Tanzanians, uh, kwa ule msukumo ambao wako nao kwa mpango mzima Uh, wa kumpigia kampeni Rais Samia Suluhu Hassan pale ambapo tumeweza kuona kuna video fulani hivi ambao iliweza kuachiliwa jana usiku pale ambapo iliachiliwa kwenye ile uh, media fulani ambao inaitwa Clouds FM asa, uh, uh, uh, Clouds Media sorry, ambapo kuna baadhi ya wa wasanii kutoka sehemu tofauti tofauti na wa watu maarufu pia ambao walijiunga kufanya ile video ili mradi waonyeshe kama kupiga kampeni fulani hivi asa nimeona kesi kwa sababu tuko na Mariakani Media na sisi hapa tumlete, ili tuweze kuchambua ni kitu gani ambacho kwa kinaongelelewa sana sana kwenye hino, tutaita video au tutaita episode au tutaita short movie. Hii ni filamu, ni filamu sasa, lakini ni ma, maudhui tofauti. Eh, eh, eh. Mikrofoni yako kidogo, akusikie vizuri mm -hmm. eh. Sasa ukiangalia kulingana na hii filamu ambao wametuonyesha, unadhani ni kitu gani sana hapo ambacho wanakiangazia sana hapa? katika mm, hii filamu mm, maudhui yake nilikuwa ni kuonesha, mm, yale maendeleo yanaendelea Tanzania. Okay. Kwa upande tofauti tofauti katika sekta mm, tofauti tofauti. Kama hii ametumia sekta gani hapa? Especially ukiangalia katika twanini, uh, dakika ambao ni sufuri sekunde sufuri mm, kuendelea mpaka kama dakika tatu, mm -hmm. walikuwa wanaongelea swala la ukulima wa nini sasa, especially walikuwa wanaongelea okay. E, e, okay. katika ukulima wa parachichi utamuona mm. hapo Salum Keke akifanya Uh, iyo, katika hiyo scene kuna Salim Keke na Kajala Masanja wakiwa wakifanya mambo yao mwanzo. Kabla tujaendelea na free, itakuwa vizuri pia nikielezea kina nani ambao walihusika kwenye hiyo video ah. Mwanzo tukianza kuna nyimbo fulani ambayo ilikuwa inesikika pale ikiimba chini ya maji, ambayo ile nyimbo ukamsema mbona nani yule uh, Ule ule chidibenza. Chidibenza. Chidibenza ndio mwenye alitunga nyimbo ya kuongelelea ule ambao ni kama ukulima mm. na uhamasishaji mm. wa watu kwamba serikali yetu iko salama na serikali yetu iko vizuri, si ndio? Na wa kwanza ni nani yule mwenye alijitokeza ule, jamani pia anaitwa Salum, Salim Kikeke. Salim Kikeke ambalo ukiangalia jina lake kwa limeandikwa Jomba, uh, mm. Sule Jomba Sule. Mm-hmm. Jomba Sule ndio jina ambalo amelitumia kwenye movie lakini yeye mwenyewe alikuwa anajiita Salim Chikeki j, alafu kuna Kajala Msanja, pia Kajala Masanja naye pia vilevile uh, yuko pale kama Vero, alafu kena kuna Abdalla Mzee. Abdalla Mzee ambaye ni dula makabila makabila huyo eh, ambapo kwenye ile jina amejiita ah, Dompo. He, hiyo Aye. Aha, afu kuna wale jamaa wawili wale ambao wapenda sana kuchekesha wale wawili mmoja na kikofia cha redi hivi. Kwa Ndaro. Ndaro kip, kikofia hivi Ndaro, aha, mwingine Steve Mweusi. Mweusi. Yeah. Yeah. So, ni Steve Mweusi Mweusi good, so yule wa ni wote wa Tanzania uh, yani, um, waimbaji wa singeli eh e, e, pia uh, in kama ma legend kina ma, Kajala Masanja, Kajala ma ma ma legend legendary yeah, eh, wa kwa movies katika filamu ya Tanzania pia ame na lazima tuongele kuhusu pia eh, yule mwenye ame edit video nzima huu na ame direct video nzima pia anaitwa Majani. So uh, Majani Majani ja, yeah. Yeah. Majani So Majani yeah, ambaye ni bonga moja la uh, we direct. We need to respect Majani siku zote, sikuzote kwa sababu ame direct ma music na bado vilevile tumemwona kwenye industry ya uh, episode kama hizi ambazo si rahisi kumuona wajana, okay, kama hivyo, yeah. Si rahisi hata mimi nilipomuona Kajala hapa it was like, okay, maybe Kajala mimi tuna wajana unajua story ya Kajala na Majani venye kumenda. Hebu wafahamishe story ya Kajala na wajana, wakumbushe tu yani. Kajala, uh-huh. Na Majani, ni, ni tuseme ni wazazi wa Paula. Wa Paula. Kajala. Good, good like that. Na pia hii filamu imetutambulisha kuwa, kuwa, kuna, wengine, kuna mtu, ni mwimbaji pia bado anaweza, aka act. At, e, mtu kama uh, uh, ambaye anajiita Abdalla Mzee. Lakini mcheki Abdalla Mzee ambaye ndio kama Dula uh, makabila mwimbaji wa singeli amefanya vitu vya maajabu hapa. So nataka tueleze hino video pale mwanzo mpaka mwisho. It kwa dakika like, mbili ama dakika moja na nusu kwa sababu hii no video ukiangalia iko na dakika kumi na tano yeah, lakini kwa hakika kama tumeangalia mimi na wewe yeah, mara mbili mbili yeah, lakini najua unaweza kunarrate within a minute ama dakika chini ya dakika mbili yeah. Uieleze tu kwa ufupi hii movie kwanza, katika mm -hmm. mazingira yake nilikuwa nikumpigia kampeni yao, nilikuwa nikumpigia kampeni mama Suluhu, Suluhu Hassan Samia, okay, na kuitangaza Tanzania. Naona. No. Ndio maana katika movu unaona kuna ma investors unaona kuna, ma hmm. kuna mambo na ukulima ndani ukiangalia usanii, okay. Oh, eh, hmm. O, kuna usanii ndani wani uwekezaji umekwa kila sekta, yani wanajaribu kujaribu kumaanisha talanta kwao talanta, yani kuna uwekezaji kila mahali hata ukiangalia background zao pia kwenye mpaka eh, na, uchekeshaji nao umekuwa ndani maanisha pia uchekeshaji pia hmm. ukuna mm yote, yote ni kampeni yani kwa kumpigia hmm. Mama Samia hmm. yani ashinde mm -hmm. tena e, kitu mm -hmm. muhimu ulikuwa ni kutangaza Samia pia hmm. kutangaza Tanzania eh. hmm. Asa mi acha acha ni yeleze hmm. vile ambavyo imeenda kwa kuna yule ambaye anaweza akaipata pia lakini, kama huja iona minta kueleza kwa kifupi, alafu nikwambie wapi ambako unaweza ukaipata kwa rahisi. Hmm. So, bwana, kuna hawa wasanii ambapo kwenye video ikianza tu kuna huyu jamaa ambaye anaitwa Salim Kikeke anaonekana pale, ambapo anaonekana akitunda parachichi kutoka kwenye mti wake na utaangalia na, Kajala pia anamfuata kwa mbali na kumwambia kwamba mume wangu, kuna deni ambalo tutapaswa tulilipe, na ile deni lile uh, huyu, huyu ambaye ni, ni Salim Kikeke ambaye amejita amba, Jomba Sela uh, ameshindwa parachichi zake, hajaziuza, ama yale matunda yake ambayo yalima pale, hajayauza, hayajapata biashara. Akiangalia kuna madeni ambayo yako ndani ya familia ambayo anapaswa ayalipe yeye pamoja na Uh, mke mwenza ama mke wake sorry, ambapo yeye akawa amekorogeka, lakini akamwambia usijali, uh, madam mimi niko na mjomba wangu ambaye ni Salim Kikeke. Yeye asema ako na mjomba wake na mjomba wake ni huyo ambaye anajiita Abdalla mzee, ambapo ndio dula makabila. uh, Kikeke akampigia dula makabila simu na kumwambia kwamba uh, Uonaje, tukitafuta ma investors wenzetu jijini kule Dar es Salaam tukatafute ma investors ambao wataweza kununua maparachichi kutoka shambani? Ndio pale Dula Makabila akamtishia baba jomba yake na kumwambia kwamba mjini kule kuna wajanja, kuwa makini mzee wangu eh. Ndio pale ambapo kikekenepa alijitoa, hmm, akaenda akakutana Dula Makabila, nkakutana Dula Makabila, waliketi na majani, akaja pale

akamwambia, uh, ni wakati mwafaka sasa hino tutoke tu. Okay, sasa tu kwa minajili ya kutafuta hawa uh, uh, ma investors na ndio hivyo wakatoka wakalianza wakafika mpaka sehemu fulani ambayo kulingana na wao wenyewe iko o, iko mjini ambapo walioenda kukutana na hawa ma investors, kama wakumbuka. Hmm, na wakumbuka investor kwanza kwa jita nani? Yule pale yule kijana anajitokeza na jita Abdul Abdul, mm eh, ambapo Abdul alikuja akatuletea jina kape kama ni mtoto wa mama Samia, lakini nilipochunguza vizuri nikapata he's just an investor ambaye amewekwa pia hapa na ni entrepreneur vile vile pia ambao alijitokeza na akiwa na mzungu akapatana na Salim Kikeke, ambao kwenye ile movie Salim Kikeke tunamjua ni msomaji mkubwa sana, msomi, lakini pale wamemjengea katika mazingira ya kuwa si msomi, si msomi, hajui kusikia hata kizungu wala kujieleza kizungu ndio pale alipofika Salim Kikeke akamsikiza yule Abduli ambapo Abduli alikuwa yomongelesha Kizungu ili yule mzungu pale jirani aweze kusikia yale maneno ambayo anaongelelewa. Ndo yule Abduli pia akaeleza kwamba haya ni mwanzao ambayo tutawapa pesa kadhaa sema si six million something like that, tutawapa pesa kadhaa ili tuchukue haya mazao yenu. So Salimu Kikeke akamgeukia Dola mm -hmm. Makabila akamuuliza kwamba wanasemaje? Dudla mm. Makabila akajapaa kutranslate. yes. Yani ambapo akamwambia hawa wanasema hivi na hivi na hivi. Ndo pale Dudla mm. Makabila pia akauliza, je, yeah, mko na ofa nyingine zaidi ya hii? Yani mkona tunaitaje ofa Kiswahili kambi kama ni you guys you have an offer more than this, yani mko na Uh, option nyingine yani, kama ya kutupa pesa tofauti, ndo pale ambapo uh, huyu Abdalla Abdul Nabia uh, aliweza kujieleza kwa mpango tofauti tofauti na wakaelewana pale, wakapianana mikono kwa pamoja na biashara ikawa imeisha. Na yote hino, unaona, imefanywa kwa minajili ya kuonyesha Tanzania kwamba they can depend on farming. Yeah. Mm. Because uh, we do understand that Tanzania hata uh, bendera yao upande wa kijani inaashiria ina ukulima ndani ya nchi na hichi ndio kitu ambacho utaona kwamba Kenya we are failing, yani wa Kenya wanafeli sana na hili ambapo utapata Wakenya ukiambuo umetegemea serikali, you just depend on the government kila kitu kwanza, mpaka zero unaacha kwamba wewe kama mwananchi ama wewe kama uh, mwananchi ambao uko nchini pale unapaswa Uh, ungangane ili mradi uweze kupata kile kitu ambacho wewe mwenyewe utakipata kwa kwa ujumla. So nataka kumuuliza Maria Kanimidi hapa ni kitu gani ambacho India amekisoma ama ni kitu gani ambacho umekisoma kupitia hino short movie ambayo wanaelezea ama wanafanyia kampeni. Does it mean ya kwamba uh, watu sasa hino waingie kwenye mpango mzima wa kufanya kampeni through movies? Kitu cha kwanza hmm, kando na hii filamu hmm, walikuwa wanataka kutoa ile propaganda Okay. Kwa kama mama hafanyi kazi, kitu ya kwanza kukitoa katika wananchi mm, ile propaganda ya kuambiwa mama hafanyi kazi na mama anafanya. Cha pili ni nini? kujaribu kuonesha vile Tanzania katika mambo nao ukulima. Ukulima. Parachichi, special, parachichi pia wametaja tumbaku. Wametaja tumbaku. Tumbaku pia wametaja pia Tanzania inawe, inawe, inawe, inawe, inawekeza katika mambo na ukulima mm, na pia yaani, hapo katika mazingira ambayo wamejaribu kuyajenga ni kuwa Tanzania wanajaribu kuwekeza sana katika farming okay, okay, kwa sababu tumezoea kwamba we are used that, uh, Tanzania tumezoea kwamba ni nchi ambayo imetegemea ndio maana yeah, e, mpaka yule Rais Suluhu Hassan Samia aliweza kutangaza. Uliona ile movie yake. Naamini pia katika sehemu ya pili watajaribu kuleta kitu kingine tofauti hapo, wameongelea ukulima, because this is just a, inaitwa movie yenyewe bana, wameupload pale kwa Clouds Media, ambapo mpaka sasa hii ni movie ambayo uh, ukiangalia imepata yeah. in, in, in, takriban uh, Let's go fast. Utapata imepata takriban 19,000 20,000, saa imefika, uh, 20,068 within 14 mm -hmm, hours ambapo inaitwa hatua episode 1. So nafikiri ni kitu ambacho lakini, kwa nini nikuulize, unaona wasanii sana sana ndani ya Tanzania, ama wale ambao wako na majina ndani ya Tanzania, wanatumika sana kufanya kampeni eh, za ku, msherekea mama arudi kwenye njia yote. ni nini? msanii ni mtu ambaye akona influence kio cha jamii. E, sasa, mm. Kila mtu akona watu ambao wake wanawafuatilizia no. Kwa hiyo mimi nikimtaka kipande mm. watu wake wanifuatilizia lazima, kumradi ukimtaka kipande, ay, ay, kipande. Ay, boy, Lazima mfuate Chipande ndio watu wake mm -hmm. Aongee nao ili wanifuatilie mimi na kukata mdomo mm -hmm. Unaona mtu kama sasa kama Ali Kiba ama mm -hmm. Diamond Platnumz sawa, ni watu ambao wako na mashabiki wengi mm. sana -hmm. nchini hapo ambapo mm -hmm. niko na uhakika asilimia mia moja ya kwamba mashabiki wale wale ambao huyu ni si mpira ni mm -hmm. campaign mm -hmm. na mashabiki wale wale wa Diamond utapata kuna baadhi wanampenda Samia lakini baadhi mm -hmm. ya wale wale ma mashabiki wa Diamond hawampendi Samia. O, mashabiki wa Alikiba kuna baadhi wanapenda Samia. But kwa wale wale mashabiki wa Alikiba mamilioni kuna baadhi wanapenda Samia. Sasa wewe msanii ukija ukimsifia huyo peke yake, haudhani kama unakwaza baadhi ya mashabiki wako? Ndio, hmm, maana hmm, ninakwambia katika hii movie wamejenga katika taswira ya kutoa ile propaganda. Hmm. Eh, makabila na mashabiki. Okay. Lakini mtu akiangalia katika hii movie hmm, na ile investment mama ameiweka katika mambo ya msu sure, katika mashabiki masabia, mm. watatu, watayile, movie, ile mashabiki ambao wampendi Mama Samia kuna weni watatu na na ile propaganda watapunguza, sababu ukiangalia pia walikuwa wanaweka mpaka takwimu ya tumeuza bilioni ngapi nje, yani mazao mm. haya ya parachichi yametoa bilioni ngapi. Yaani walikuwa wanatoa ile propaganda mm. uh, mi um, ningepewa nafasi mm. nijaribu kueka kitu kimoja ili kurekebisha labda, mm. ningesema labda kungekuwa na watu kadhaa ambao Mm. Wanapinga ili ionekane mm. kambe kama kuna mvutano fulani, kuwe na neutral yani. neutral, neutral, like ye. yeah. usawa mm. isionekane kwa sababu msanii mmoja mm. kama uwezo kanitaja na mjua ambaye labda anampinga Mama Samia mbali na Nay wa Mitego na mwingine. Profesa J ni chama cha Chadema. Samia. Samia no, ana, ana, ana, anapiga kampeni chama chake kwa upinzani eh, lakini hajamtaja Samia kwamba hamuhitaji kwa sababu alisaidiwa pia na chama cha Mapinduzi, okay. Ndio maana pia maybe na kuna ule msanii ambaye yuko Marekani na pia So, ladies and gentlemen, kuna mengi sana kuongelea ku switch kipindi na nitakuhakikishia kwamba we'll be bringing everything ambayo inaendelea kwenye kipindi kila kitu. Na kuna wale ambao wanasema kwamba uh, ninyi wa Kenya mwachane na siasa za Tanzania, ongea kitu kuhusiana na hilo jambo. Eh, kusimama na siasa mm -hmm. Lazima siasa ni kitu ambacho tuna, tuna kinarekebisha tunarekebishana, eh, na tukiona Tanzania wameenda pale ambapo si sawa pia tunawarekebisha tunaanza nyenye <laughs> mnapigwa changa la macho <maju> hapa <laughs> si mimi nimesema ni Maria Academy amesema kwamba yeye anarekebisha Tanzania endapo atona eh. Wa Tanzania wamegeuka hapa ambapo sipo, atawaambia live ya kwamba hapa mnapigwa changa la macho, kumaanisha kwamba mnadanganywa. Bora kwa na fact, ndio? usiongee bado bado bila fact, eh? Mimi nimefurahia sana, uh, maybe wage wage watu wetu wanetu. Yo, what's up my good people? This is Mariacan Media nikiungana na ndugu yangu hapa Chipande KG. Na make sure wale watazamaji wetu wote wa Mariacan Media na pia wa Chipande mm -hmm. subscribe hapo mna share, eh, na itakuwa vizuri zaidi mkitusupport. That's great guys.